Hujambo na karibu tena mtazamaji wetu na mfuatiliaji wetu wa habari Kiganjani. Huu ni mwendelezo wa habari na matukio ambapo tunakuletea hapa hapa miendelezo inayojeri ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Na mezani kwetu tumefikiwa na habari inasemayo mwenezo wa baraza la wanawake CHADEMA BAWACHA taifa Siglada Mligo, mkazi wa mji mwema mkoani Njombe, ameripotiwa kujeruhiwa na mlinzi wa chama hicho wakati wa kikao cha ndani kilichofanyika Machi 25, 2025 mjini Njombe, kikongozwa na makamu mwenyekiti wa CHADEMA taifa John Heche. Mwenezi wa BAWACHA Njombe adaiwa kushambuliwa na mlinzi wa CHADEMA. Mwenezi wa baraza la wanawake CHADEMA BAWACHA taifa Siglada Mligo mkazi wa mji mwema mkoani Njombe ameripotiwa kujeruhiwa na mlinzi wa chama hicho wakati wa kikao cha ndani kilichofanyika Machi ishirini na tano elfu mbili na ishirini na tano mjini Njombe kikiongozwa na makamu mwenyekiti wa Chadema taifa John Heche. Kamanda wa polisi mkoa wa Njombe Mahmudi Banga alithibitisha taarifa hizo, ambapo kwa mujibu wa taarifa za polisi kikao hicho cha ndani kilijadili masuala mbalimbali, ikiwemo hoja za Siglada Mligo kudaiwa kufanya mikutano bila kufuata utaratibu wa chama. Kamanda Banga alisema katika hoja hiyo kuliibuka taharuki na sitofahamu, na baadaye Mligo alielekezwa kutolewa nje ya kikao ili kupunguza mvutano. Alieleza kuwa baada ya hali kutulia aliruhusiwa kurejea katika kikao hicho. Hata hivyo, ghafla mmoja wa walinzi wa CHADEMA aliyejulikana kama Noel Olevale aliripotiwa kumshambulia na kusababishia Mligo kuanguka chini. Askari waliokuwepo eneo hilo walijaribu kumkamata mtuhumiwa, lakini alifanikiwa kutoroka. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe lilifanya jitihada za kumpatia huduma ya kwanza ikiwemo kumpatia PF3 na kufungua kesi, na kwa sasa amelazwa katika hospitali ya Kibena mkoani Njombe akiwa anaendelea kupatiwa matibabu huku jitihada za kumtafuta mtuhumiwa zikiendelea. Jeshi la polisi limetoa wito kwa wananchi kuacha tabia ya kujichukulia sheria mkononi kwani haito sita kuchukua hatua kwa mtu yoyote atakayebainika kufanya hivyo. Katibu mwenezi wa baraza la wanawake wa Chadema Bawacha, Taifa, Siglada Mligo alizungumzia sakata la yeye kushambuliwa Machi 25, 2025 mjini 25, 25, Njombe mkoani Njombe, akidai kuwa aliyemshambulia ni mlinzi binafsi wa makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche. Alieleza kuwa walikuwa katika majadiliano ya kikao cha ndani alipokuwa akijaribu kujenga hoja, lakini alikatizwa mara kadhaa kabla ya kuamuliwa kutoka nje. Baada ya juhudi kadhaa za kutaka kurudi kwenye kikao, hatimaye aliruhusiwa. Hata hivyo, mlinzi huyo aliyetokea ghafla na kumshambulia kiasi kilichosababisha kuzilai kabla ya kusaidiwa na polisi walikuwepo jirani hata hivyo, kutokana na tukio hilo, chama cha mapinduzi CCM kimeweza kuingilia kati. Kutokana na swala hilo, chama cha mapinduzi CCM mkoa wa Njombe kimelaani vitendo visivyokuwa vya utu vinavyoashiria uvunjifu wa amani kwenye utekelezaji wa masuala ya siasa. Katibu wa siasa na uenezi CCM mkoa wa Njombe Josaya Luoga ameeleza hayo baada ya kumtembelea na kumjulia hali katibu mwenezi wa baraza la wanawake wa Chadema Bawacha Taifa, Siglada Mligo, aliyeripotiwa kujeruhiwa na mmoja wa walinzi wa chama hicho wakati wa kikao cha ndani kilichoongozwa na makamu mwenyekiti wa Chadema Bara, John Heche, Machi 25/2025 25 mjini Njombe. Kwa kiongozi mkubwa kama mwenezi wa Bawacha Taifa kushambuliwa na mlinzi imetushtua kwa sababu siyo jambo la kawaida Tumesikitishwa sana kuona kiongozi wa kitaifa anapigwa. Sisi tunahubiri juu ya foara na moja ya mambo no yanayosisitizwa ni uvumilivu na kuheshimiana, alisema Josaya Luoga. Kwa mujibu wa katibu mwenezi wa baraza la wanawake wa Chadema Bawacha Taifa, Siglada Mligo alizungumzia sakata la kushambuliwa ambapo alisema kuwa walikuwa katika majadiliano ya kikao cha ndani. Alipokuwa akijaribu kujenga hoja, alikatizwa mara kadhaa kabla ya kuamuliwa kutoka nje. Baada ya juhudi kadhaa za kutaka kurudi kwenye kikao hatimaye aliruhusiwa. Hata hivyo, mlinzi huyo alitokea ghafla na kumshambulia kiasi kilichosababisha kuzirai kabla kusaidiwa na polisi waliokuwa jirani. Kamanda wa polisi mkoa wa Njombe, Mohamed Banga, alisema jeshi hilo linaendelea kumtafuta mtuhumiwa Noeli Olevale ambaye ni mmoja wa walinzi aliyetajwa kuhusishwa kwenye shambulizi hilo la kumpiga ngumi mwenezi na kutoweka baada ya kiongozi wake kuanguka chini. Hayo. Mwenezi wa baraza la wanawake Chadema Bawacha Taifa, Siglada Mligo, mkazi wa mji mwema mkoani Njombe, ameripotiwa kujeruhiwa na mlinzi wa chama hicho wakati wa kikao cha ndani kilichofanyika Machi 25 2025, mjini Njombe, kikiongozwa na makamu mwenyekiti wa Chadema Taifa John Heche. Mwenezi wa Bawacha Njombe adaiwa kushambuliwa na mlinzi wa Chadema Mwenezi wa baraza la wanawake Chadema Bawacha Taifa, Siglada Mligo, mkazi wa mji mwema mkoani Njombe, ameripotiwa kujeruhiwa na mlinzi wa chama hicho wakati wa kikao cha ndani kilichofanyika Machi 25, 2025 na mjini Njombe, kikiongozwa na makamu mwenyekiti wa Chadema Taifa, John Heche. Kamanda wa polisi mkoa wa Njombe, Mahmudi Banga, alithibitisha taarifa hizo, ambapo kwa mujibu wa taarifa za polisi, kikao hicho cha ndani kilijadili masuala mbalimbali, ikiwemo hoja za Siglada Mligo kudaiwa kufanya mikutano bila kufuata utaratibu wa chama. Kamanda Banga alisema katika hoja hiyo kuliibuka taharuki na sitofahamu, na baadaye Mligo alielekezwa kutolewa nje ya kikao ili kupunguza mvutano. Alieleza kuwa baada ya hali kutulia, aliruhusiwa kurejea katika kikao hicho. Hata hivyo, ghafla mmoja wa walinzi wa Chadema aliyejulikana kama Noeli Olevale aliripotiwa kumshambulia na kusababishia Mligo kuanguka chini. Askari waliokuwepo eneo hilo walijaribu kumkamata mtuhumiwa, lakini alifanikiwa kutoroka. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe lilifanya jitihada za kumpatia huduma ya kwanza ikiwemo kumpatia PF3 na kufungua kesi, na kwa sasa amelazwa katika hospitali ya Kibena mkoani Njombe, akiwa anaendelea kupatiwa matibabu, huku jitihada za kumtafuta mtuhumiwa zikiendelea. Jeshi la polisi limetoa wito kwa wananchi kuacha tabia ya kujichukulia sheria mkononi kwani haito sita kuchukua hatua kwa mtu yoyote atakayebainika kufanya hivyo. Katibu mwenezi wa baraza la wanawake wa Chadema Bawacha Taifa, Siglada Mligo alizungumzia sakata la yeye kushambuliwa Machi 25, 2025 mjini Njombe mkoani Njombe, akidai kuwa aliyemshambulia ni mlinzi binafsi wa makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche. Alieleza kuwa walikuwa katika majadiliano ya kikao cha ndani alipokuwa akijaribu kujenga hoja, lakini alikatizwa mara kadhaa kabla ya kuamuliwa kutoka nje. Baada ya juhudi kadhaa za kutaka kurudi kwenye kikao, hatimaye aliruhusiwa. Hata hivyo, mlinzi huyo aliyetokea ghafla na kumshambulia kiasi kilichosababisha kuzilai Kabla ya kusaidiwa na polisi walikuwepo jirani. Hata hivyo, kutokana na tukio hilo, chama cha mapinduzi CCM kimeweza kuingilia kati. Kutokana na swala hilo, chama cha mapinduzi CCM mkoa wa Njombe kimelaani vitendo visivyokuwa vya utu vinavyoashiria uvunjifu wa amani kwenye utekelezaji wa masuala ya siasa. Katibu wa siasa na uenezi CCM mkoa wa Njombe Josaya Luoga ameeleza hayo baada ya kumtembelea na kumjulia hali katibu mwenezi wa baraza la wanawake wa Chadema Bawacha taifa Siglada Mligo aliyeripotiwa kujeruhiwa na mmoja wa walinzi wa chama hicho wakati wa kikao cha ndani kilichoongozwa na makamu mwenyekiti wa Chadema bara Joni Heche Machi 25, 2025, mjini Njombe. Kwa kiongozi mkubwa kama mwenezi wa Bawacha taifa kushambuliwa na mlinzi, imetushtua kwa sababu siyo jambo la kawaida tumesikitishwa sana kuona kiongozi wa kitaifa anapigwa. Sisi tunahubiri juu ya foara na moja ya mambo no yanayosisitizwa ni uvumilivu na kuheshimiana, alisema Josaya Luoga. Kwa mujibu wa katibu mwenezi wa baraza la wanawake wa Chadema Bawacha Taifa, Siglada Mligo alizungumzia sakata la kushambuliwa ambapo alisema kuwa walikuwa katika majadiliano ya kikao cha ndani. Alipokuwa akijaribu kujenga hoja, alikatizwa mara kadhaa kabla ya kuamuliwa kutoka nje. Baada ya juhudi kadhaa za kutaka kurudi kwenye kikao, hatimaye aliruhusiwa. Hata hivyo, mlinzi huyo alitokea ghafla na kum